Unaweza kuoa au kuolewa na mtu usiyempenda kwa sababu ya kumkomesha ex wako, yani kumkomoa tu wa unaweza yani, in case, umepigwa tukio, sijui unaelewa? Mm. Eh? Mm. Kuna matukio ya ka kawaida afu kuna matukio ambayo yametaradad ya ya umepigwa tukio zito. Mm. Kwa upande wangu mimi sioni sababu za kufanya hivyo kwa mm, sababu mapenzi ma jinsi yalivyo bana waga kidogo ni ngumu sana kuchukua maamuzi ya haraka haraka, kwamba unaachika leo kesho umependa tena yeah. Kidogo lazima ichukue muda, lakini kwa sababu umesema kwa ajili ya kumkomoa, mm. naweza kupretendi kuigiza, lakini isiwe uhalisia. Okay, nikupe mfano mmoja. Mfano ni mm. nilikutana na dada mmoja mtaa fulani, akiongea na besti yake, akasema na nitamkomesha si umeelewa mm, alivyoninyanyasa vile, alivyonifanya nikachakaa. Sasa nimempata mwanajeshi, japo simpendi, lakini nimepata mtu ambaye ni zaidi yake, si umeelewa mm? So naingia kwenye ndoa kwa ajili ya kumkomesha, yaani unaolewa leo. Hapo bado sijakuuliza unaolewa, ndoa ya dini gani, mwone mm unaolewa leo kwa ajili ya umkomoe mtu ambaye mwenzako yupo anaendelea na maisha yake ya kawaida kabisa, e, kwenye maisha yake kama biashara anaendelea. Kama yeye ana tabia ya kubadilisha wanawake kila siku ataendelea, umeona. Lakini wewe unakuja kufanya kitu ambacho kitakuja kukugharimu hisia zako na maisha yako kiujumla. Unaingia kukutana na familia usizozizoea, unaingia kukutana na majukumu usioyapangilia wala kujua utakutana nayo kwa ajili ya kumkomoa mtu. Unaingia kwenye agano Jose, mm. Inategemea mliishi vipi na wewe mwenza wako, na kwa muda gani, na kwa muda gani mmechuma vitu vingapi nyinyi, umeona mm. naweza kaa kwenye mahusiano miaka sita saba, amjafunga ndoa lakini baadaye akakuacha wewe, au kamwacha yeye, ukenda labda ukaoa mwingine, na yeye labda akaolewa na mtu mwingine, umeona, na ndio maana kwa mimi nataka nimkomoe, sasa mimi kama hicho upendo utakuja upendo <laughs> na ukawa upendo no. wa nguvu kweli kweli, kwa upendo mkashangaa. Umeona mm. uzikani mtu tetu mpendi, eti ukaolewa naye, simpendi tu, nafuata hela zake mm. simpendi tu na mkomo fulani, mimi napenda hela zake tu, chinga mimi simpendi uongo. Asa... sasa mkaanza ukaanza kujua madhaifu pia ya yule mwenzako, ndio umemchagua kwa asila tu ili umkomoe mtu. Unaanza kwanza hata hivyo, hey, ah, nimefanya tu kwanza. Kuna kujilaumu kwa nafsi, umeona mm. kuna kujilaumu kwa nafsi, alafu pia kuna kujutia, hata hivyo ah, nilifanya tu kwa, kum, kwa kumkomoa mtu. Kuna mwingine anaweza akaonyesha dharau za wazi waziwazi Eh, mimi sikuwa nimekuchagua kivile, shida tu zimenileta kwako. Najua, tayari <laughs> unaanza kuona sasa athari za kufanya maamuzi bila kufikiri ama athari za kufanya maamuzi kwa kukurupuka. Lakini mtu kaingia, sema sasa, namkomoa mie naolewa ama hmm, mie tena ndo naoa hivyo, yes hmm, aliniona wa nini? Hmm, ameingia tap mguu mmoja mara yote miwili, maisha yakaendelea mpaka uzeeni. Eh, lakini kwa nadra sana. Eh, lakini sababu labda alikuwa fungu lako wewe lile. Unaona? Kabisa. Eh, ndio maana kuwa na wewe na ndio maana kama mtu mwingine hakuwa mm, wako, hiyo usilazimishe mambo, mwache aende, mm, utaumia. Sawa, utawaza sana mshowae bila kujinyonga ujitosa. Umeona, utawaza kile baadaye vile vitu na uta, akaja mwingine sasaakaa, mm, anayekuja zaidi ya eh,